Kabla hujaumbwa Mungu aliandika hatima yako kwa rehema, akachagua wakati na mahali pako na akakupulizia kutoka katika roho yake. Wakati wa kuzaliwa, adhana hunong'onezwa sikioni mwako. Unakaribishwa sio tu kama uhai, bali kama amana takatifu iliyofunikwa katika maombi. Katika utoto na ujana wako, Uislamu unakufundisha jinsi ya kula, jinsi ya kuwaheshimu na kuwatukuza wazazi wako, jinsi ya kuzungumza, jinsi ya kusamehe na jinsi ya kupita katika ujana wako kwa heshima, katikati ya bahari ya tamaa na mashaka. Katika ujana wako unalinda usafi wako, wengine wanapoupoteza. Unasimama imara wakati dunia inatetemeka, na unathamini staha yako hata inapodhihakiwa. Na ukitenda dhambi, mlango wa toba haufungwi kamwe. Mungu hakuchoki, anangoja, na anaona katika udhaifu wako sababu ya rehema, siyo kukataliwa. Kisha unakufa lakini siyo mwisho, ni mwanzo mpya, safari inayoanzia kaburini. Unaoshwa na mtu anayekupenda unavikwa sanda na mtu anayekuombea na unabebwa na watu ambao huenda hawakujui, lakini wanakupendelea kile wanachojipendelea wenyewe. Kisha unafufuliwa na kuhukumiwa, lakini siyo mbele ya hakimu katili, mbele ya mwingi wa rehema, mwenye huruma kuliko mama yako, anajua udhaifu wako na anapima nia zako. Kisha inakuja hatima ya mwisho: pepo isiyo na maumivu, hakuna kifo, hakuna kuaga, au moto wa jahannamu wenye uadilifu usiobadilika. Lakini uchaguzi unaanza sasa.